wakihamasisha wanayoyaita maandamano ya amani yasiyo na kikomo ya, ya, ya tarehe 9 Disemba 2025. Hicho wanachohamasisha na kukiita maandamano ya amani, mtu yoyote aliyewasikiliza na akiendelea kuwasikiliza, wanahamasishana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 Na wanaoyatoa wanasema, wanaohamasisha na wanaohamasishwa wakiandamana siku hiyo, tutawakuta wamekatana vichwa huko mitaani. Kumi. Wapo wengine wameapa na kutamka watakaoandamana wasifike kwenye mitaa yao, kwani watawashughulikia ipasavyo. Kumi na moja. Wengine wamesema